Ndugu zangu, mabibi na mabwana, kidumu chama cha, cha mapinduzi. Waheshimiwa, awali ya yote, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalie uzima na afya, lakini kutujalia kwamba lile tulilolikusudia kufanya kwa miaka mingi ndani ya chama chetu angalau leo tumeanza kuonyesha njia. Kwa hiyo tuna shukuru Mungu alhamdulillah. Aidha, nitumie fursa hii kukushukuru sana Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi comrade Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kutukumbusha historia ya chama chetu, lakini tumemsikia vizuri Mrisho Mpoto kwamba kulikuwa na majaribio kadhaa huko nyuma, lakini vipaumbele vikawa vinapishana na kwa sababu CCM ni chama cha maendeleo ya watu tukaa tunaamua kutoa maeneo yetu kwa ajili ya maendeleo ya watu hasa vijana wetu, lakini tukasema kwamba iko siku tutakuwa na sehemu. Lakini vivyo hivyo niwashukuru Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma, baada ya kutoa maeneo yale, mkoa wakasema egesheni hapa mpaka mtakapojiweza. Tunawashukuru sana, na nadhani hatulipi kodi. Mnatutoza kodi kweli?